Yes, mambo vipi? habari gani ndugu mpenzi mtazamaji wa video hii hapa, nikukumbushe tu kwamba unatazama maisha ya Urusi inayokujia kwa lugha ya Kiswahili kutoka hapa Moscow, Russia. Sasa ndugu zangu, hapa nipo chini kabisa huku kwenye kituo mojawapo cha treni za chini kwa chini na hii ni sehemu ya makutano ambapo unafanya kubadilisha kutoka stesheni moja kwenda stesheni nyingine. Kwenye video iliyopita niliwaonyesha uh, nilikuwa nje, lakini the reason kwamba nimefanya ile video kuwa fupi sana ni kwa sababu nje baridi imekuwa kali sana, kwa hiyo nashindwa kuwa na rekodi video kwa muda mrefu kwa sababu pia hata gloves zotumia ni inazotumia kwa sija sijajua kama temperature itashuka kiasi hiki hapa, lakini kila kitu kipo sawa. Nitatafuta gloves zingine ambazo zitaniwezesha kuweza uh, kupata maudhui mazuri zaidi na hivyo niweze kuwaletea maisha halisia ya Urusi kipindi hiki cha baridi. Kwa jamani, hapa tuko chini kabisa huku, na kama mnavyoona nimepanda tena escalator hii nyingine imezidi kunishusha chini chini chini zaidi. Mwonekano wa vituo vya mb... vya... <laughs> of course, naanza kukumbuka mwendo kasi. Vituo vya treni za chini kwa chini ni kama hili dude hapa, ona eh, vina mfanano huu hapa. Kwa hiyo ngoja niwaonyeshe hapa, halafu kisha nitapanda kwenye treni mojawapo afu tutaiangalia kwa uzuri jinsi ndani eh, hii treni ndio hiyo hiyo imesekwa, na baada ya hapo kuna nyingine itakuja tena ndani ya dakika moja. Yani treni za urusi bwana hazichukui muda mrefu, kwao kisingizio cha kuchelewa kwenda sehemu ama kufika sehemu hicho ukilete wewe unaona, yani the distance, hata hatujamaliza hata dakika moja, lakini naona kuna treni nyingine hii hapo tena inakuja eh bwana, we waliosema tembea uone hawakukosea. Tembea uone, na kwa sababu mimi mwenyewe napenda kutembea, hivyo naona vitu vingi vizuri na sipendi kuviona peke yangu, hivyo napenda kuwashirikisha pia na nyinyi muone kwa hmm, kwakisha simama kama hivyo, inafungua milango Then watu wanashuka, watu wanapanda. Je, tuhamia wa upande mwingine? Uh, wana kituo ndo kama unavyokiona hivi. Vituo ni vikubwa kwa, kwa sababu hizi treni zinakuwa na mabehewa kuanzia saba mpaka nane. Sijawahi kuona metro ya chini kwa chini ambayo ina zaidi ya hapo. Kwa hiyo nyingi zinakuwa hivi japo niliwahi kuona kuna interview moja kuna mtu alisema inakuwa na mabehewa ishirini. Sasa hiyo sio sio underground metro hiyo, hiyo atakuwa anasemea yale matreni ambayo yanakwenda mikoani, hayo ndio unaweza kukuta yana mabehewa mengi sana. Kwa hiyo jamani, ndugu zangu, mimi nimeona niwaletee tu video fupi hapa, niwaonyeshe eh, mambo jinsi yanapozidi kwenda huko. Niwakumbushe kwamba kila sehemu unayokwenda hapa Urusi imekaa kitalii sana, kwa sababu unaona vitu kama hivi, wameweka symbols ambazo zina zinakuwa na maana fulani, kama hizi hapa k yeah. Ndo hivyo jamani, mimi naendelea kusubiri treni nyingine, huku tunamaliza kwa kusema, kama ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, basi nakuomba uweze kusubscribe, like, lakini pia usiache kushare video hii hapa comments si zenu zote, ninazisoma na nitahakikisha nazijibu ndani ya wakati. Kwa tunasubiri treni hapa, haitochukua hata dakika moja, treni inakuwa imewasili ule upande wa pili tulipotoka. Zimeshapita treni nne mpaka sasa hivi, na ni ndani kama ya dakika mbili tu, lakini tayari treni nne zimepita. Upande huu naona ndo kunachelewa kidogo mpaka sasa hivi tumemaliza sekunde thelathini na saba ya sekunde thelathini na saba tangu kuondoka kwa e treni ya kwanza, na sasa naona treni nyingine hii hapa, dakika haijaisha imekuja treni nyingine. Mambo mubashara kabisa kizanguni. Nina e, ninafurahi zaidi kuona tunapoendelea kusapotiana na, na mimi nitazidi kuwaleteeni maudhui mengi mengi mengi sana. Naona treni imeshona. Kwa hiyo karibuni kwenye video zingine.